Naam, tupo katika nukta hii inazungumzia alfilu allazimu walmutaaddi, kitendo ambacho ni lazim na, ni kite, na kitendo ambacho ni mutaaddi. Ni nini maana ya kitendo lazim na ni nini maana ya kitendo mutaaddi? Kitendo lazim ni kile ambacho hakihitaji mtendewa, yani kitendo na mtendaji tu inatosha. Na mutaaddi ni kitendo ambacho e, kinahitajia mafulun bihi kinahitajia mtendewa. <coughs> Al, anasema hapo alfilu uh, allazim kitendo ambacho ni lazim huwa ma la yahtaju ila lmafuli bihi, ni kile ambacho hakihitaji mtendewa, ni kile ambacho hakihitaji mtendewa bal yaktafi bifaidihi, bali kinatosheka na mtendaji wake, yani kitendo na mtendaji tu inatosha hey, na maana inakuwa imekamilika. Au maana nyingine ya kitendo uh, lazim uh, ma la yansibu al maf'ul bihi, ni kile ambacho hakinasibishi mtendewa. Kitendo lazim ni kile ambacho hakinasibishi mtendewa, maana hakiitaji mtendewa abau <laughs> so, walivyosema ma la yansibu al maf'ul bihi kwa sababu maf'ul bihi anakuwa ni mansub Kile ambacho akinasibishi mafulu bihi, yani chenyewe kama chenyewe kinajitosha kati ya kitendo na nani na mtendaji tu, kinaitwa nini? Alfilu allazim. Mithl, mfano kuna neno hasuna, hazina, amekuwa mzuri, amehuzunika, ibealla, amekuwa mweupe, iswadda, ihmarra, karuma, sharufa, amekuwa mtukufu. Unaona, haya yote ni maneno au hivi vyote ni vitendo ambavyo ni lazim ahitaji mafulubihi yani, ukizungumza tu inajitosheleza. Hasuna ee, Muhammad amekuwa mzuri. Muhammad hazina, fulani ameuzunika, fulani. Saa laba utumie tu almafulu al mutlaq, al mutlaq lakini asidaka aitaji mafulu bihi Anasema wa lfilu lmutaaddi na, -mut na kitendo ambacho ni mutaaddi, huwa ma yahtaju ila mafulin, huwa ma yahtaju ni kile ambacho kinahitajia ila mafulin mtendewa. Unaweza kusema ukaongezea uh hapo -huh. ila uh mafulin -huh. bihi uh yani -huh. kinahitajia uh mtendewa -huh wala yaktafi bifa'ilihi, na wala hakijitoshi na mtendaji wake, yaani kitendo na mtendaji tu hakijitoshi na maana haikamiliki. Au huwa alladhi au ni kile ambacho yansibu almaf'ul bihi, kinainasibisha maf'ul bihi. Maana nyingine ya kitendo ambacho ni mutaaddi, yani kile ambacho kinainasibisha maf'ul bihi, yani kinahitajia nani? Mtendewa. Mithlu mfano daraba amepiga takulu, nasema daraba Zaydu amra, amempiga Zaydu nani? Amr. Lakini ukisema daraba Zaydu amepiga Zaydu nini? vinavyopigwa ni vingi. Nasema amra, mimi nafahamika, amempiga nani? Amr. Fahima pia amefahamu sasa. Fahima fulani ame fulani fulani amefahamu nini? Samia amesikia amesikia nini? kwa sababu samia Muhammad kadha unataja. Kataba ameandika ameandika fulani kadha unataja. Kwa hiyo mfano wa vitendo kama hivyo inaitwa ni alfi'lu almutaaddi. Anasema wal mutaadi yanqasimu ila arbaati aqsam, na kitendo ambacho ni ee, mutaaddi kinagawanyika katika ee, arbaati aqsam, vigawanyo vingapi? E, vinne. Aina ya kwanza, wakigawanyo cha kwanza, ma yansibu maf'ulan wahidan, kuna kile ambacho kinanasibisha maf'ulu mmoja, mtendewa mmoja tu.

Aina ya pili ya kitendo ambacho ni mutaaddi, kuna kile ambacho kinanasibisha mafuulu wawili, watendewa wawili, ma yansibu mafuulaini. Kuna kile ambacho kinanasibisha watendewa wawili, ambao hao watendewa wawili asluhuma mubtada'un wa khabar, asili yake ni mubtada na khabar. So, mfaham? E, wa huwa enavyo ni dhanna, hasiba, khala zama raa, alima, wajada, ittakhadha. Ee, yani, kwa hiyo maf'ul yani watendo watakaokuja kupitia vitendo hivi, kwamba asili asili hivyo vitendo vinakuwa ni mubtada na na nini, na khabar. Ehe, meleta hapa mifano, kuja kusoma kwenye nahwu, aqsamu almutaadi juzu ya tatu, huko mbele naita mifano mingi tu, dhanantu aljawwa

Wajadtu lfaragha mfidatan, e, nimekuta faragha kufidishaani, faragha ni ule muda wakua f yaani ule muda nikute nfaida, mfano kama hivyo. Kwa hiyo ukiangalia asili ya mafuulu ambao wanakuja kupitia vitendo hivyo nakuwa ni nini, mubtada na, na khabari. So, mmefahamu na hiyo ni baadhi tu mifano. Namba tatu, ma yansibu almafuulaini laysa asluhuma mubtada wa khabar, kuna vile ambavyo vinanasibisha mafuul wawili asli yake si mubtada wala khabar sawa. Ma yansibu mafuulaini laysa asluhuma mubtada wa khabara, ma yansibu almafuulaini, ila ambayo inanasibisha watendewa hawa wawili

Sawa, nimempa aliyeomba pesa. Anasema, yaksu alilmu ahlahu wa qaran au fahman, unaivesha inawavesha elimu watu zake utulivu. Mfano kama hivyo. Kwa hiyo asili ya mafuulu ambao watakao kuja katika vitendo hivi asili yake inakuwa mubtada nini na khabari, tofauti na vitendo hivyo vya juu ambavyo vinaelezwa hapo kwenye namba ngapi, namba mbili. Naam, namba nne ni mayansibu thalatha mafa'il. Kuna ile ambayo inana, inanasibisha mafuulu watatu sawa, inanasibisha nini? Mafuulu watatu, yani watendewa watatu. Mithlu, mfano ara a'lama, amba'a, akhbara, okindo kama hicho kinahitajia kina nini? Maf'ulu watatu, labda watatulamaalanukasma Alamtu tughata adhulma wa wakhima, nimewajulisha waovu dhulma kuwa ni mbaya. Lakini ukisema alamtu tughata, nimewafundisha waovu. Nimewafundisha nini? Adhulma, dhulma kwao, nimewafundisha kudhulumu. La wa khiman, mbaya. Naona au naweza sema, akhbartu lghilmana allaiba mufida, nimewakhabarisha watoto kwamba mchezo una faida hiyo ni baadhi ya mifano ya vitendo hivyo. Kwa hiyo e, maf'ul ambao watakao kuja kupitia vitendo hivi ambao vilivyoelezwa hapa e, inabidi wangapi? Watatu. Kwa hiyo kitoka hapo taenda kuvipima baadhi ya vitendo ambavyo vinakubali. Hapo namalizia, anasema ashharu asbabi ta'addi lfili lazim, sababu mashuhuri za kupindukia kitendo lazim. Sawa, ashharu asbabi taaddi lfili lazim, sababu za kupindukia um, sababu mashuhuri za kupindukia kitendo lazim, yani kitendo lazim ku, kuja kuhitajia mtendewa. Sawa, kitendo lazim kuja kuhitajia nani? Mtendewa. Kwa sababu tumeona kwamba kitendo allazim ni kile ambacho hakihitaji mtendewa. Sasa wakati gani kitahitajia mtendewa? Naam, anasema yasiru alfi'lu lazimu mutaaddiya. Uh, kinakuwa kitendo ambacho ni lazim kinakuwa ni mutaaddi biziadati alhamzati fi awwalihi, kwa kuizidisha hamza mwanzoni mwake. Lakini ukizidisha uh, hamza mwanzoni ki ki tadhaifu alain kwa kwa kuichanganya. Aini yani kuichanganya nini? kuichanganya aini ambayo ile aini kujirudia mara mbili kwa katika hali ya tadhaifu Mithlu, mfano karama, sharafa, sahala, saa tadhifu. maana hiyo iyo aini imerudiwa mara mbili hapo, karama, mikirimu au mikirmisha, karama fulanu kaza mikirmisha hivo, saafa, mtukuza, sahala, amefanya mwepesi. Ziadatu alhamzati wa sin wa ta fi awalihi, kuzidisha hamza na sin na ta

Sawa, istakhrajtu dhahaba, kwa hiyo zimerudishwa vitu vitatu hapo hamza si, Mimbo, Allah. si deyit, o, siliyake, nini? Ay, dhina. Na nini nita istaghfartu llaha gomba msamaa allahside hicho kitendo ukikirudisha kwenye asili yake unakuta ni nini mutaaddi, naam

mmekusanya watu na mmekusanyika. Kwa hizi ni asharu asbab, so mpaka amesema asharu asbab, maana inawezekana zikawa huku kuna nyingine sawa, lakini hizi ni katika zile ambazo ni mashuhuri katika upande wa hilo, na insha allah tutaishia bada hizo, wanzi alfilu almalum walmajhul. Sallallahu wasalam ala nabiina Muhammad wala alihi wasabi wasalam.